Akisaini makabidhiano hayo na hatimaye kuwakabidhi wabunge wa mikoa hiyo. Waziri wa Afya na Maendeleo ya Jamii Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Ume Mwalimu amesema magari hayo yataongeza nguvu ya kufikiwa kwa mpango wa miaka minne wa serikali ya awamu ya tano ya kupunguza vifo vya kina mama vinavyotokana na uzazi kutoka vifo 432 hadi vifo 262 ifikapo mwaka 2020 pamoja na vifo vya watoto wachanga chini ya miaka mitano kutoka vifo 54 hadi vifo 40 kwa kila vizazi 1000 Ombi langu kwenu wakurugenzi ambao mko hapa, waganga wakuu wa wilaya na waheshimiwa wabunge, mtusaidie kuhakikisha magari haya ambayo tunayatoa basi yatatumika kwa ajili ya kubebea wagonjwa na tutayaandika. Ndiyo sababu nyingine pia imechelewesha, tutaandika kabisa, kama ni kituo cha afya cha Kakobe kwa hiyo itaenda kituo cha afya cha Kakobe. Mwakilishi msaidizi wa shirika la idadi ya watu duniani amesema magari hayo ni sehemu ya mradi wa Umoja wa Mataifa hapa nchini unaogharimu zaidi ya dola milioni kumi na mbili. Kwamba maeneo ya kanda ya Ziwa akiwemo mkoa wa Mara na hasa jimbo langu la Bunda ni moja ya maeneo ambayo yameathirika sana na tatizo la vifo vya kina mama na watoto chini ya miaka mitano. Kwa hiyo ni kwamba hivi vifaa tunavyovipata sio vya upendeleo, tunavipata kwa halali kutokana na matukio tuliyonayo. Baadhi ya wabunge wameiomba serikali kupitia wizara ya afya kuweka mkazo wa elimu kuhusu uzazi kwa wanawake na wanaume kwa wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa pamoja na kuja na mkakati maalum utakaosaidia kufikiwa kwa malengo ya serikali ya kupunguza vifo vya kina mama na watoto vinavyotokana na uzazi kwa asilimia thelathini ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini. Kama wana elimu ya kutosha wataanza kuhudhuria kliniki wakihudhuria zile kliniki mwezi wa kwanza wapita, hata kama huyu mama ana tatizo eh, kwenye mwili wake, hata kama huyu mtoto amekaa vibaya, kwa sababu wataalamu wetu kwa maana kwa maana kwenye hospitali watakuwa natazama mwenendo wa kila mama anayekwenda kujifungua. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.